Alikua ananipenda maken, alikuwa na kupenda wewe sana yeah. ila Aish Manura ndo wewe unamzimikia yeah. una <laughs> ah, okay. basi itakuwa kweli basi, ndo maana iwo mpenzi wake Fei basikaja itaka hii kweli sasa hii hmm. like, yani, ana, ana ana dada anaitwa Fatma, Fatma, Fatma. Okay. ni shabiki lialia wa Yanga. Okay. mimi sijui. Okay. mambo mm. mm. okay. mm. ya mpira sijue mambo yanaanzia wapi, tumetoka tumeenda uwanjani tumeenda kuenjoy mpira kwa kuwa kaketu ni mchezaji wa mpira Fei, nikaja kumjua Fei akaja kunipenda mimi sasa. Okay. sasa wakati mimi kwenye harakati zai kunipenda nami washanza kunifosi niujue ni mpira mm. nikajikuta namkrash okay. Aish Manura ya oh. Yeah. yaafe kawa naumia sana wai, hmm. unampenda mume wa mtu ana mke tayari, hmm. mimi bado sijaoa, kwani sio? Na mimi da, tukawa na ukaribu mpaka nikaja kupata ujauzito wa Fei, si ndio? No. kupata ujauzito nikazaa katitukanaitwa jamani, hapo, hey. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sasa, sasa fei yeye hajui rao yako ni, ni nyepesi kidoma. Ilifikia time nilivyokuwa naandika vitabu nilikuwa napata viewers wengi, comment zikawa nyingi, comment zikafika mia nane. mm -hmm. mm -hmm. Okay. Katika hizo comment hawawezi wakawa wote wazuri comment. Okay, baadhi ni za kunidisappoint. mm -hmm. Time nikawa, sisomi. ah, ha, hausomi tena comment? Yeah. Kwa sababu hupendi kuumizwa. Yes, hutaki maumivu ya comment Pole sana, lakini sasa sasi tukupe hongera hapo hapo siu tukupe pole <laughs> hey, hapo tutakupa hongera au, au pole zote kwa pamoja kwenye comment. Okay, nina historia nayo. hmm. Wakati ninaandika ki kitabu cha kwa nini Feitoto, okay, mwanamke wa Fei, okay, alikuja ka comment oh. kuna mtu alimtagi alimtagiok okay. Aka, akaja ka comment like ku crash okay. Comment ilikuwa inasemaje? Kitambo sikumbuki. Sio alisemaje? Yeah. Mm. Na ulijuaje kani mwanamke wa Fei huyo aliye comment? The way tu nilivyomuona mm, na alivyoongea nika nika screenshot nikamtumia Fei nikamuuliza unamfahamu? Mm. Akanambia namfahamu, achana naye huyo. Ah, ukajua kabisa huyu. Ukajua huyu ndo yeye. Huyu ndo mke wake mtoto, mtoto wa, wa Fei, mchumba eh, wa Fei huyu ukajua huyu wake huyu. Yeah. Oh, kweli kudisappoint ile na ulikuwa umeandikaje mpaka akafikia huko ha? kile kitabu umekisoma? Mi nimekisoma, lakini alitusikia hujakisoma u <laughs> me nini mpaka yaka kitabu kilikuwa mm -hmm. kinahusiana na mapenzi, alafu kile kilikuwa yani, kilikuwa sana kiliwasanafu kilikuwa okay, kama ki, kina uhalisia, lakini hakuna hata uhalisia hata kidogo. Okay. nilikiandika na feeling kubwa sana huenda ndo Mungu alinisaidia kikapokelewa hivyo mm. ukisoma tu lazima kuna namna utahisi kama we ni mwanamke, labda wamoja ya watu ambao nawaandika, kuna namna fulani. mbona mm. kama ukampenda kweli kama hiyo kama kweli, ok okay. mbona yeah. kama kweli kampenda Fei huu sasa kazama? mi sikuwa nampenda Fei kwenye kitabu kitabu okay. Fei alikuwa nanipenda mimi vibaya mno mi nikuwa nampenda Aish Manura okay. yeah. Wewe ulikuwa yani, Fei alikuwa nakupenda wewe sana yeah. Ila Aish Manura ndo wewe unamzimikia yeah, <laughs> ah, okay, basi itakuwa kweli, basi ndio maana mpenzi iwe mpenzi wake Fei, basi kaja atakaona itakuwa hii kweli sasa hii maana kama kweli. Afu akiona the way Fei ana comment like yani an, ana, ana kwa kama karakta ambaye hmm, yupo anajiona and then anakuja komenti pale ah, sijapenda sijui na nini vitu kama hivyo. Ah, zile okay. Kulaiki kufanyaje kusapoti hicho okay. Icho kitu kikiwa kinamfanya maybe ahisi tofauti hmm. Yeah. na akija kwenye akaunti yako anakuona kisura cha Kihindi, kisura fulani hivi anachanganyikiwa. <laughs> Sasa zaidi haya. <laughs> Noma sana, kumbe Fei mtu poa eh? Sana. Baada ya kitabu mliwasiliana tena ao ndo ilishiaga hapo? mpaka sisi tunaongea. Ah, okay, mtupoa hana shida, anaga noma. mm, mm kitabu kiliisha au kitamwendelezo? Ah, kiliisha <laughs> kishaisha zake kishaisha. Ukawachanganya abdul Abdul, anaitwa nani yule lianga? Aye. Ukamchanganya kevin john Kelvin John, ehe Ke uh -huh. <laughs> ukamchanganya na Manura, umo umo yeah. kwa namba waje kisoma hicho kitabu, kwa kwa kwa, kwa ufupi zaidi kilikuwa kinazungumzia nini, ili mtu akakitafuta sasa, akapambane nacho asome. Kitabu kizuri sana kinahusiana mapenzi, okay, kwa, mtu ambaye, kwa, story. Kwa mtu ambaye anapenda mapenzi mm. drama okay. kia ni kitabu kizuri sana mm. Kwa ukifuatilia, mi niko nakwambia, wakati nakiandika, ni kama nilipewa ni sijui maono ilikuwa, mm. natiji ni niandike episodi tatu tu okay. Nifunge kwa sababu, kipindi hicho kuna hadithi ilikuwa inatakiwa kuruka mm. Nikaona kama itanisumbua, fu funi ngumu okay. Ilikuwa kichawi kichawi inaitwa Kaburi Lililokosewa. mm. Nitafanyaje? ikabidi ni, ni, ni, nije na hiyo hadithi. mapokezi yakawa makubwa sana mm. tofauti nanivyotarajia na short hints ambazo ziko humo yani, ilikuwaje? The story hiyo ya fei wewe ulivyowa connect yani, fei Aishimanura nani huyo? Uh, Yanga pamoja na Kevin John uliwa connect vipi yani, karakta zao ilikuwaje? kwa dakika chache, maana tuna dakika chache za kuweza kuachana na hizi Mike. tuna kama dakika kumi saanaona yeah, nijue nikiaza kuone. <laughs> Ndo maana no, mi nataka usimulie utuambili kuwaje hii mseheumo ndani <laughs> al ilianza hivi okay. Mimi ni, ni, ni binti ambaye, mm, naishi kuwa kina lianga lianga ana dada yake anaitwa Fatma, Fatma. Okay. shabi wa Yanga. Okay. Mpira, ni shabiki lialia wa Yanga. Mimi sijui mambo ya mpira sijui mambo yanaanzia wapi, tumetoka tumeenda uwanjani tumeenda kuenjoy mpira kwa kuwa kwetu ni mchezaji wa mpira Fei. Nikaja kumjua Fei, akaja kunipenda mimi sasa. Okay. sasa wakati mimi kwenye harakati zai kunipenda nami, washaanza kunifosi niujue ni mpira mm, nikajikuta na okay ya Aish Manura e, kawa naumia sana why? Hmm. Unampenda mume wa mtu, ana mke tayari. Hmm. mimi bado sijaoa, kwani sio na mimi? mimia tukawa na ukaribu mpaka nikaja kupata ujauzito wa Fei, si ndio? No. Kupata ujauzito nikazaa, katika tuka naitwa aa hapo, yeah, eh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sasa Fei yeye sasa, fe ye hajui, sasa. Fei akaja kujua okay, kwamba lakini u, ah, ile stori ni nzuri sana. Alikuja kujua baadaye yani, manake alikuja kujua baadaye kwa sababu nilivyopata ujauzito, ntafanyaje? hmm. Mi ni mpole mtaratibu, sina mahekaheka mengi. hmm. Yule mwenzangu ambaye anampenda Fei kufa, mtu akaniambia tuchomoke. okay. na kupeleka kijijini, kanipeleka okay. kijijini sasa yeye akaja kusingizia kwamba ana mimba ya nani? Ya fei Aye, ndo akasema sasa. yeah. Oh, uh, ikaishaje? Hapo akaishi kwa kwakti kama mjamzito, ikafikia time mpaka wakataka kumforce Fei amuoe sasa, na na kwa sababu Fei anaamini kabisa, hata Fei akataka kuhisi kabisa huyo ana mimba. Fei alitoka naye. Ilifikia time, unajua mwanamke akiwa king'ang'anizi sana. Kwa binti yuko kwa anahangaika huko kijijini okay, sindio? okay. anahangaika na mimba Hmm. Fei hajui chochote kwamba yule mwanamke ana ujauzito wangu. Anajua, okay, huyu ndo ana ujauzito wangu. Okay. Mpaka mwanamke anakuja kujifungua, yule dada anadanganya kwamba nina kujifungua kijijini, kumba. Okay. Anakuja kumchukua mtoto wa ndugu yake. Yule ndugu yake si ni mpole, anamwambia kwamba ukikataa, hmm. ukoli wote nitaweka wazi, wana visecret ambavyo wamehifadhiana, najua watu. Eh. Okay. Kubali mtoto awe wa kwangu, tukienda kule wewe uje kama msaidizi wangu hmm. kwenye swala la kumnyonyesha utakuna mnyonyesha, lakini mimi niwe ndo mama wa huyu mtoto k okay. Noma sana, story ilikuwa tamu sana kumbe. se hongera sana. si wale ambao wanakitaka kitabu kinaitwa Feitoto sindio? yeah. Kinapatikana kwenye ukurasa wa, wa Aisha Khan au kuna namna ambavyo mtu anaweza kakipata unaweza ukaipata WhatsApp au okay. Instagram, au Instagram, Facebook mm. Yeah, sawa so, Aisha Khan, mashabiki zungumza nao bwana ambao wanakusapoti kwenye indastri ya maigizo pale kwenye Sikitu wala ambao wanakusapoti kwenye eh, indastri ya uandishi, ongea nao, wakusapoti vipi na yapi ya kuwaambia sa mashabiki zako, zungumza nao. Mimi ambacho naweza nikasema nawapenda sana, napenda mm. the way mnavyonisapoti Okay. Napenda vile nikitembea mtaani unakutana na mimi unaniita Aisha Khan, hmm. Nakupenda. Aisha Khan. Napenda sana. Okay. Uendelee kunisupoti usikate tamaa, vitu vizuri vyote vinakuja kama hii hadithi ambayo nimeelezea imagine, hmm. we unaimagine kichwani. Yeah. Je, ikiwa movie. Yeah, na, na, na watu yani, mtu anaimagine kwanza, unajua kuna mtu akiiona hiyo story wakati anasoma hivi kama hajaona kama ni kitabu anaweza kashusha comment ngumu sana afu baadaye ndo anakuja kushtuka <laughs> Jamani, basibsaun akii kama mtunzi baadae, mm. mtunzi tu. eh? ah. so, mtunzi na mtunzi na anatamthiria nyingi ambazo zitakuja. Sikitu ni moja kati ya movie ambazo anaigiza mle na mle. Kwenye Sikitu kuna washikaji zangu wengi sana mle kuna dada naitwa Chini Kisura, mle kuna dada yani wapo wengi. Kila nikiangalia episodi ya pili naona tu mwanangu, nikiangalia episodi ya tatu naona mwanangu. Jamani, hii movie vipi eh? Jaman, kama, mwaka huu kapata watu, na, naona amechukua karibu watu wengi wapya, na, na, na kwa nini kama vile imekuwa wapya ndo wengi, yaani like wamekuepo watu wapya sana. E, waonikadi si... ah, okay. Mm. Kwa story kadi navoenda mdogo mdogo wataongezeka yeah. Aya bwana, kwa muda wetu sisi tumeenjoy kuwa na Aisha Khan, binafsi hapa ninaenjoy kuwa na Aisha Khan. Stori zetu tumepiga stori za kutosha kwenye kijiwe story ambao ni segment yetu ya kwanza kabisa, lakini pia wewe, pia mashabiki za kushaambia wakufate YouTube unatumia au utumii, waje kusubscribe unatumia hmm. Aisha Khan hivo hivo, mtunzi yeah. Aisha Khan abinimbi na majina <laughs> mengi. Mengi kweli kweli. Basi waje pale pia wakucheki TikTok, naona sio vitu vyako, unatumia nikajua sio vitu vyako, so naona oh, yeah. totally. unacheza <laughs> mi nataka TikTok ya acting nikajua ah. unacheza <laughs> sawa bwana kama kuna ngoma ambayo ungeichagua hapa tuichape, ipi ya kwa ajili yako wewe ikufurahishe, wakati hapa tunamalizana na wewe, tukuchapie ngoma ipi? Na ngoma ya i love you ya Daju. I love you Daju. Eh, Daju kwa nini? I love you Daju? E, naipenda sana, inaniliwaza. Oh, mtu wa mapenzi wewe mm. Na mapenzi tena ni noma sana. DJ Rubi uko hapa, anatuambia anahakikisha anazichapa ngoma zote na hii time ni timu yake kabisa.